kwa ndio maana tumetoa elimu kwaona jambo hili litakuwa endelevu kwao, ili wajue yapoje, na sisi pia sio kutoa elimu kwao, na sisi tunataka nafasi hiyo kuwasikiliza pia, nao wa vijana wanasema nini, wanashauri nini, wana mapendekezo wa gani. Tukikaa pamoja tukisema ya kwetu na wao kitupa ya kwao, tukikutana kwa tukika pamoja, tutatengeneza kitu kizuri. Lakini lengo la msingi nini? Lengo la msingi ni kuinua uchumi wa vijana na kuinua uchumi wa wilaya yetu ya, ya Mbulu. Lakini huko vijana wanapokuwa na uchumi kunaweka amani kunaweka utulivu na kunatusaidia kupambana na matukio ya ajabu ambayo yanatokana na vijana kutokuwa na fursa mbalimbali. Kama nilivyosema, vijana wana akili ya kizazi kimechangamka, wanachohitaji ni kulelewa vizuri tu. Kwa si hiyo, na tumechukua nafasi kama wilaya ya Mbulu kuendelea kuwalea. Tunajua baada ya mwaka mmoja miwili mitatu ya kuwafundisha watakuwa nao wamesha graduate na wao wa watawafundisha wengine na wa watafundisha wengine na wata na tutaingia kundi lingine jipya. Kwa hiyo so, ukiniambia vijana wetu wa Mbulu wanahitaji na vijana wa Mbulu Tanzania, kwa vijana wa Tanzania wanahitaji kuonyeshwa fursa, na wengine wanaziona lakini wanahitaji kulelewa vizuri, kusapotiwa na kuwatamiwa vizuri ili wakue, na baada ya muda mfupi watakuwa na fursa zao, watakuwa na maisha yao, na wao watakuwa walimu wa wanafunzi wengine wengine. Afisa maendeleo ya vijana halmashauri ya wilaya ya Mbulu Dennis Thomas Meli amesema lengo la kongamano la vijana Haidom Nyamachoma Festival ni kuwawezesha vijana kupata maarifa, kujitambua, kujiamini na kutumia fursa za maendeleo zilizopo katika jamii zao kwa faida yao binafsi na taifa kwa ujumla. Malengo yetu sisi kama kama kama halmashauri ya Mbulu kila robo walau kila robo ya mwaka, ili kwenda kwenye vikao vya robo ambavyo vile vikao kwa local government ndio vikao muhimu ambavyo vinajadili vinajenga na kusimamia maelekezo ya serikali na yale ambayo eki ya serikali, basi kupitia uh, makongamano haya kila robo tutapata mawazo ya vijana yaende kwenye vikao rasmi, ili mawazo yaliyoibuliwa na vijana yaweze kuanza kutekelezeka kutakeleze, Tukikaa muda mrefu bila kufanya makongamano ama shughuli kama hizi, tafsiri yake pia, yale ambayo ni ya vijana enda kwenye vikao vya maamuzi yanakuwa pengine hayafiki kwa wakati. Kwa hiyo tunapofanya vikao se e, kama hizi na kwa mara kwa mara, itaturahisishia kuibua uh, mawazo ya vijana na mambo ambayo wanayo kama changamoto kwenda kwenye vya, vikao vya maamuzi ili kutolewa fafanuzi na maamuzi baadhi ya vijana walioshiriki kongamano hilo wamesema mafunzo hayo waliyoyapata yatawasaidia kutambua umuhimu wa kutumia fursa zilizopo katika maeneo yao ili kujiletea maendeleo. Kuhusu tamasha hili nimejifunza mambo mengi, jinsi ujasiri ya ujasiriamali, jinsi ya kujifunza kuwa ujasiriamali, na kupitia tamasha hili nimejifunza kwamba taenda kujiendeleza, taenda mimi, kuhusu tamasha hili ili niweze kujikizi katika maisha yangu ya kifamilia yangu. Kupitia kongamano hili nimejifunza kwamba kumbe wazo lolote la biashara au kitu chochote cha kimaendeleo kinaanzia kichwani kwa mtu. Kwa hiyo binadamu inabidi uanze kuliwaza wazo la biashara kichwani ndipo uje kuimplement kwenye mazingira ya kila siku na liweze kukupa faida. Na biashara unaweza kuanza na mtaji wowote ulio nayo au ma, ma, mazingira au rasilimali yoyote inayokuzunguka nimejifunza kupitia hili kongamano letu, nasema sio lazima uanze na mamilioni ya fedha Mano, ya yamenifungua sana, na ninaiomba serikali iweze kuandaa makongamano kama haya ili iweze kuja kufungua vijana wengi kama mimi, ambako mimi kuanzia sasa baada ya kupata elimu hii ninaenda kutekeleza. Siogopi tena, siwazi tena mahela makubwa, naanza na hichi hichi kidogo nilicho nacho nitawekeza. Na kwa sababu pia nime, kupitia makongamano haya nimeona kuna fursa za mikopo mingi, nitakapofikia sasa na uwezo wa kutengeneza kitu biashara ambayo nimeshaianza , basi nitajiunga kwenye makundi ya wenzangu, ambayo tunafanya kitu kimoja kama ambacho mimi nitakachoenda kukifanya, tunaomba mikopo na tuweze kunufaika. Afaraha Suleiman, ZBC, Mbulu, Manyara. Usisahau kusubscribe, ku comment, ku like na kushare, ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.